Na mtu mmoja amefariki huku wengine kumi na mmoja wakilazwa hospitalini kufuatia mkurupuko wa ugonjwa wa kutatanisha katika kijiji cha Mbaka, eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega. Familia ya marehemu Faith Ilanda mwenye umri wa miaka 26 ambaye alifariki baada ya kuugua, ilisema kuwa jamaa wao walilalamika maumivu ya mwili, kuumwa na kichwa na kuendesha siku mbili kabla ya kifo chake. Hofu imetanda kwa wakazi wa kijiji cha Mbaka, eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega, baada ya kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 26 kutokana na ugonjwa usiojulikana. Wanakijiji wengine 11 kwa sasa wamelazwa katika hospitali ya matibabu maalum ya Kakamega wakiwa wameonyesha dalili kama vile kutapika, kuendesha, maumivu ya kifua na uchovu mwingi. Hata huyu mtoto nimeshindwa, kwa maana niliamka asubuhi, alilala tu vizuri kwa hii nyumba, hata akuwa anafanyako mm, bila anafanyanga hapana akuonyeshako dalili yai ni mgonjwa mwenye anaweza kufa. Maofisa wa afya kutoka serikali ya kaunti ya Kakamega wakiongozwa na mkuu wa afya katika kaunti hiyo Dr Livingstone Mbai walizuru kijiji hicho kufahamu hali ilivyo. Kwa sasa hatujajua kiini cha magonjwa haya, lakini madaktari wangu wanafanya kazi kuchunguza ili waweze kujua kama kuna outbreak yoyote ya magonjwa katika eneo hili ama ni magonjwa tu ya kawaida ambayo ililemea watu wetu. Maafisa wa afya walikusanya sampuli ambazo zimechukuliwa kwa uchanganuzi zaidi, huku wakazi wakihimizwa kutafuta matibabu ya haraka iwapo wataugua. Hatutakuwa na mengi ya kusema kwa wakati huu ili tutasubiri matokeo kutoka maabara yetu ya hospitali kwa wale wauguzi wa, wa, wetu madaktari ambao wanashughulikia hili jambo, wakishatupatia hali kamili, wakishajua kiini cha magonjwa haya, ndiposa sasa tutakuja na tuelezee wananchi wa Kakamega haswa kabisa ni nini kilisababisha hawa wenzetu kuwa wagonjwa. Wakazi hao hata hivyo, wanaelezea kusikitishwa na kile walichokitaja changamoto katika kupata huduma za matibabu chini ya halmashauri ya afya ya jamii. Hata mimi wiki jana nilikuwa na watoto wachukuu wangu watatu, wote walikuwa wagonjwa sana, hawakukuwa wakisimama, hawakukuwa wanakula, walikuwa walikuwa wanatapika. Nikienda kwa usi, wananiambia lazima niende nitafute hiyo, ah, kitu yao sha, na mimi sina pesa. Ndio umeona imefika hii kiwango, ambao tunaomba serikali iweke mataa kwa mahospitali, at least mgonjwa akienda hapo hata kama haana sha, wamwelekeze anaweza kujiandikisha namna gani. Joseph Wahungu, lerobeni wikendi.